Niliona moto, nilichukuliwa nikapelekwa kwenye lile shimo la mangojeo la watu wanaokufa wakiwa hawajamjua Yesu na waliochezea imani. Niliwaona Wakristo wakiteseka mle. Nitakuja nisimulie, kinachonifanya siwezi kuvumilia nikikumbuka yale maono nilikuwa kwenye maombi ya siku arobaini. Bwana alinionyesha oh. Kristo asiyemaanisha, Biblia inasema sisi, je, tutapataje kupona tusipo ujali uokovu mkuu namna hii? kama hatu ujali uokovu tutaponaje? Mkutoka Kristo akiimba kuzimu. Kila unachofanya kanisani kama ujamanisha, unaimba kidogo, unazini, my dear friend, uko moto na ni mara mbili, ile ni maabusu tu, bado jehanamu ya moto. Mkutoka watu wanaimba kule, si kwa sauti hizi tena za duniani. Oh, wanatochiwa na demons, wanaambiwa imba kama ulivyokuwa unaimba chechi. Wanaimba lakini waimbi kwa hizi sauti zenye upako, wanaimba ni kama maragi anatokota toko, toko, toko wanaimba katika maumivu moto, lakini walikuwa ni Wakristo. Nilimwona mzee wa kanisa kule ambaye hakumsamee mtu, imajini, hakumsamee mtu tu kwenye uongozi, alishinda kumsamea, walikuwa zana kidogo na mauti ikamchukua maidia. Usichezee ukristo wako, Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Usizani mimi ni mchinga, nimeshikwa na Mungu ni Mungu ameniambia fanya mi auoziswu Nilikuwa na dini yangu. Yesu aliniokoa na kanileta, nimtumikie. Amenihaidi kwa muda mrefu akinipika, sikuwa tayari kufanya hiki, lakini ameniambia muda umefika, nimekuita kwa muda kama huu. Maria ananiambia, nimeitwa kwa muda kama huu, na hizi ni sauti za mwisho mwisho, ni sauti za mwisho mwisho, zisipuse Usipuze hizi sauti Kristo wewe ambaye hujaokoka. Yesu ndiye njia kwa ina uzima. Wewe uliokuwa umeanguka ukaacha wokovu, wewe uliokuwa unatembea kwenye mizaha. Mbinguni hawaingii wenye mizaha. Soma Zaburi ya kwanza nasema heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wakosaji, asiyesimama katika njia ya wakosaji, asiyeketi barazani pa wenye mizaha. Wala asiyeketi katika asienda katika shauri la wasio haki. Kwa nini una mizaha na umeokoka? Kwa unapoteza muda wako my friend. Huu ni wakati ambao mwanadamu ameipenda pesa kuliko wakati wowote ni kweli. Kila mtu anapenda pesa, hata mimi, sawa, naipenda, lakini sio kwa kiasi hicho. Na Biblia imesema katika Timotheo, siku hizo zitakuwa ni nyakati za hatari. Watu